Mama anapojifungua jamii hujawa na furaha, salamu, zawadi na pongezi huelekezwa kwake kwa furaha. Lakini nyuma ya tabasamu hilo, mama huwa na hali ngumu ya kihisia ambayo huwa anaipitia, na hali hiyo ni msongo wa mawazo mara baada ya kujifungua. Wazazi wengi, hasa mara baada ya kujifungua, hupitia hali hii na huwaletea changamoto kubwa katika safari yao ya uzazi. Katika mada ya leo tunakwenda kujifunza nini maana ya msongo wa mawazo mara baada ya kujifungua, inatokeaje na jinsi gani ukabili hali hii ambayo imekuwa ikiwasumbua wazazi wengi, hasa wazazi wapya ambao wanaanza kupata watoto. Utakuwa nami daktari Leni Komba nicikuelekeza mada hii kwa undani. Kama bado hujajiunga nasi katika ukurasa huu, jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha kengele pembeni yake. Sasa tujifunze nini maana ya msongo wa mawazo baada ya kujifungua? Yaani kitaalamu tunaita postpartum depression. Hii ni hali inayohusisha huzuni, wasiwasi na hali ya kukata tamaa ambayo hutokea kwa mama mara baada ya kujifungua kwa kipindi cha wiki za mwanzo hadi miezi miwili hadi mitatu mara baada ya kujifungua. Hali hii ni tofauti na hali ya kawaida ya baby blues, yani postpartum blues ambayo huweza kudumu kwa takribani wiki mbili au zaidi mara baada ya kujifungua, na huweza kuleta athari hasi kwa mama na mtoto mara baada ya kujifungua. Hebu tuone nini dalili za hali hii. Dalili za msongo wa mawazo baada ya kujifungua, yani postpartum depression, zinahusisha hali zifuatazo. Kwanza mama anaweza akawa na hisia za huzuni na kuchoka sana bila sababu. Mama anaweza kuhisi kuto kufanya shughuli yoyote ile, yaani anakosa furaha kwa kufanya shughuli yoyote ile. Lakini pia mama anapata hisia za kuchoka bila sababu, kulala sana bila sababu ya msingi. Mama anakuwa na wasiwasi wasi mkubwa, lakini pia mama anakuwa na hali ya kujitenga na mtoto, yaani anakuwa na hali ya kumchukia mtoto. Lakini pia mama anaweza akapitia hali ya kula sana au anaweza akakosa kabisa hamu ya kula, jambo ambalo linaweza likapelekea pia asiwe anatoa maziwa mengi. Lakini pia mama anakuwa na hali ya kumchukia mtoto. Hii ni hali mbaya sana na inakuwa katika hatua mbaya sana, mama anamchukia mtoto na anachukia ile hali anayoipitia, na nahisi kwamba yeye anakosa, na wazazi wengi huwa wanajipitia hii hali kwa kujihukumu kwamba wao wamefanya makosa bila kuwa na hatia yoyote. Hebu tuone nini chanzo cha hali hii. Mara nyingi hali hii hutokea kwa wazazi wapya, na chanzo cha hali hii kwanza ni mabadiliko ya homoni ambayo yanatokea mara baada ya kujifungua. Ujauzito ni mchakato wa kipindi kirefu ambacho huhusisha mabadiliko ya homoni. Hata pia baada ya kujifungua kuna mabadiliko kadhaa ya homoni huwa yanatokea na upelekea hali hii. Jambo la pili ni historia ya msongo wa mawazo. Kama mama amewahi kuwa na historia ya msongo wa mawazo kabla ya kujifungua, huweza kupata hali hii. Jambo la tatu, kama anapitia migogoro ya kifamilia au changamoto ya kifedha au changamoto yote ile ya ndoa huweza kupelekea hali hii. Ni vyema wakati wa ujauzito kumaliza tofauti zenu za ndoa ili mama asiweze kupitia changamoto husika. Lakini pia shinikizo la kijamii. Mara nyingi tumeona saizi kwenye mitandao ya kijamii ambayo inaweza kupelekea msongo wa mawazo. Hayo ni mambo ambayo yanaweza yakapelekea hali hii. Hebu tuone asili ya hali hii kwanza. Hali hii inaweza ikapelekea athari kwa mama lakini pia athari kwa mtoto. Kwa mama inaweza ikapelekea ashindwe kumlea vyema mtoto wake, lakini pia mama pia anaweza akakosa hali ya kujiamini. Lakini pia msongo wa mawazo unaweza kapelekea magonjwa sugu, kwa mfano ugonjwa wa shinikizo la juu la damu na ugonjwa wa kisukari, na akapata magonjwa ya kudumu. Kuhusiana na mtoto, mtoto anakosa muunganiko na mama yaani bonding, kutokana na mama kukaa kando na mtoto. Lakini pia mtoto anapoteza uwezo wa kihisia na kisaikolojia na kiakili, lakini pia mtoto anachelewa kukua. Twende jinsi ya kukabili hali hii. Jambo la kwanza cha kufanya ni kushirikiana na watoa huduma wa afya. Mama anapaswa kushirikiana na madaktari, wauguzi au wataalamu wa kisaikolojia anapoona dalili husika. Lakini pia jamii inayomzunguka ikiwemo mume wake, wenza au familia au majirani, wanapaswa kukaa naye karibu na kumshauri kwamba kipindi hiki sio yeye pekee yake kuanza kupitia, wapo wazazi wengi wapi walipitia na wakapona. Lakini pia mama anapaswa kula lishe bora na kufanya mazoezi, lakini pia mama anapaswa kuhudhuria kliniki na kuambatana na wajawazito wengine wakishirikiana na kujifunza kuhusiana na hali ya kumtunza mtoto wao mpya. Twende kwenye wito kwa jamii. Jamii inapaswa kutambua kwamba hali hii ambayo mama anayopitia sio udhaifu wala uzembe ambao mama ameufanya, ni hali ambayo kila mwanandoa au mjamzito au mzazi anaweza akaipitia. Itimisho: msongo wa mawazo mara baada ya kujifungua ni hali ya kawaida ambayo mama anaweza akaipitia, na hali hii hutokea sana kwa wazazi wapya. Na hali hii haiambatani na udhaifu wala uzembe ambao mama ameufanya, bali hali hii inatokana na mabadiliko ya homoni, mabadiliko ya hisia au changamoto fulani ya kifamilia. Kwa ushauri wa kitaalamu, kwa ushauri wa kisaikolojia mama anaweza kupona na kumlea mtoto vyema. Niandike kwenye comment section ni jambo gani ambalo umejifunza siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii, hakikisha una subscribe ili uwe unapata maudhui yetu mara kwa mara. Ulikuwa nami Daktari Leni Komba, tukutane katika mada ijayo.